Anasema habari Dr. Samani, naomba unisaidie jinsi ya kuishi na mwanaume msaliti, ili niache kuumia, maana nampenda, nimeshajaribu kumwacha, nimeshindwa. Okay. Uh, waliosema mapenzi ni kikohozi, mapenzi hayana tiba, hawakukosea. Kumpenda mtu sio kosa, lakini kuendelea kuvumilia udhaifu, kuendelea kuvumilia maumivu ama jambo ambalo linalokuumiza, hapo ndipo tatizo linapoanzia. Maana halisi ya upendo ni mtu ambaye anayekuthamini, anayekuheshimu, atakuwa sehemu ya furaha katika maisha yake na maisha yako Yani, katika furaha yako wewe atachukua nafasi isiyopungua asilimia tisini na tano kama sio tisini na tisa. Mtu yote ambaye anayesema anakupenda. Sasa hapa anaongea na wale ambao ni wanandoa. Kwa hiyo kumwambia mtu avumilie kuishi na mwanaume msaliti ni kosa. Mwanaume msaliti anapaswa awajibishwe, atambue usaliti anaofanya ni makosa na ni kinyume halisi cha upendo. Nikikushauri hapa kumvumilia mwanaume msaliti ni makosa makubwa, kwa sababu naweza nikakushauri uvumilie alafu akakuletea ukimwi. Lakini natakiwa nikusaidie namna gani ya kuweza kumsaidia huyo mwanaume atambue anachokifanya sio kitu, sio kitu kichema, na ni kitu ambacho hakikupendezi. Lakini kama umeshafanya haya yote na huyo mwanaume bado anaendelea kuwa msaliti, nikiashiria kwamba hakupendi. Mwanaume aliye na uwezo wa kwenda kumvulia nguo mwanamke mwingine, huyo sio mwanaume sahihi kwako. Mwanamke aliye na uwezo wa kwenda kumvulia nguo mwanaume mwingine, huyo siyo mwanamke sahihi kwako. Automatically, like, watu wengi naona wana judge vitu vingi katika mitandao ya kijamii. Wanaongea mwanaume anaweza, uh, akaendelea kuchit na akaendelea kuwa na upendo. it's not true, mapenzi hayagawanyiki, upendo haugawanyiki, lazima sehemu fulani utatengeneza mifereji utatengeneza mipaka. Huwezi ukagawanya upendo, hiyo ndio iko hivyo, reality. hatuwezi tukashabikia. Sorry, kuna mtu anapita hapo na salimiana naye Hatuwezi tukashabikia usaliti, hatuwezi tukahamasisha mwanaume aendelee kuwa msaliti kwa kigezo cha kwamba yeye ni mwanaume. Hapana, swala la uaminifu linatakiwa liwe pande zote mbili, yaani uaminifu unatakiwa uwe kwa mwanaume, unatakiwa uwe kwa mwanamke. Kwa hiyo ithemata ambayo kila mtu anapaswa kuwa mwaminifu, haijalishi ni mwanamke ama haijalishi ni mwanaume. So dada ambaye umetuma hii message, umetuma huu ujumbe unahitaji msaada mkubwa sana katika hili. Nitaomba niweze kuwasiliana na wewe, lakini pia chukua namba yangu ifuatayo ili tuweze kuwasiliana mimi na wewe nikusaidie kuweza kutoka katika kifungo hiki 07, 6, 5, 4, 9, 3, 6, 4, 5. Naomba niweze kurudia 07, 6, 5,